Eh, kama tulivyosikia insha allah tu. Tunaanza tahajud tunaingia kumi la mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, na hakuna ambaye kwamba anajua ni siku gani hiyo ambayo kwamba itakuwa ndo ile Lailatul Qadri. Kwa hivyo tujibidilishe inshaallah, tulale nyumbani ikifika saa nane na nusu, tuamke tuje msikitini tuswali inshaallah na Mtume nmtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Mwenyezi Mungu amerahamu mwanaume ambaye kwamba ataamka usiku na waamshe watoto wake, amshe mke wake, ili waswali ile swala ya tahajjud. Mwenyezi Mungu amerahamu mwanaume ambaye kwamba ataamka usiku, amwamshe mke wake, watoto wake, waje waswali swala ya tahajjud. Ikiwa watakuwa vivyo, wamwagie maji kwenye uso. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ni dua Mtume anamwombea mwanaume ambaye kwamba atawaamsha watu wake waje kuswali swala ya tahajjud. Na tunataka tahajjud inshallah tujaze vile tunajaza Ijumaa. Inshallah. Eh, hey, vile tuko saizi na leo saa nane na nusu tuwe hivi msikitini inshallah. Na tutaona mabadiliko. Ile baraka ambazo kwamba zinakuwa ndani ya Ramadhani zitakuwa mwaka mzima. Dua zetu zenye tutaomba wakati wa tahajjud, Mwenyezi Mungu atazijibu mwenye, kuomba utajiri, mwenye kuomba wake, zitapita zote. Ikiwa tutafanya kitu kwa, kwa jamaa inshallah, Mwenyezi Mungu atuwafikie inshallah.